kitabu tumekuteremshia ili utoe watu katika kiza kuwapeleka katika mwangaza. Kwingine Mola anatuambia, kad anzala llahu ilaikum dhikra rasulan yatlu alaikum ayati llahi mubayyinatin liyukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur ndoilikuwa manhaj na mfumo wa mitume wa Mola subhanahu wataala. Wanakuja watu wamechafuka, kila sampuli ya tabia mbovu, ahwali mbaya zilizozalika kutokana na fikra mbaya, wanawabadilisha. Angalia Sayiduna Jafar at-Tayar, Jafar ibn abi Talib radiallahu anhu, alipokuwa wametumwa na Mtume Habasha, walipokwenda hijra na Makureshi wakatuma jopo lao ili wawarudishe Makka, Sayyidina Jafar alimwambia nini Anajashi? An katika hiwari iliyopita kati yao, anaambia kuna, anamwambia kuna qauman ahla jahiliya, sisi tulikuwa ni watu wanaoishi katika jahiliya, kila sampuli ya uchafu. Akataja baadhi, naabudu al-asnam, tulikuwa tukiabudu masanamu asema wanati lfawahish na tunafanya machafu, wa nusiu ljiwar, na tunaamiliana vibaya na jirani. Asema wayakkulu lqawiyu minna dhaif, na yule mwenye nguvu mwenye nguvu anamla yule nyonge dhaifu. Hii ndo hali tuliokuwa ndani yake sisi. Asema thumma jaana rasul Angala hali apili, sasa, eh? Ya pili sasa, kisha akatujulia mtume, naarifu nasabahu wasidqa, sisi twamjua nasaba yake, hatuna shaka naye, tunajua ukweli wake. Tulikuwa tukimwita assadiqu lamin kabla ya kutumilizwa taib. Akafanya nini? Mtume kama huyo asema faamarana bisidqi lhadith, akatuamrisha tusema ukweli, wa adai lamana, na kutekeleza amana wa tarki alfawahish, na kuwacha maovu. Asema wa ihsan niljiwa, na kufanya wema mjirani. Haya ndo mambo akaja akayamrisha. Kwa hivyo tukatoka katika hali ile ya kwanza ambayo kwamba tulikuwa tunapelekwa bila ya kujifahamu, naabudul asnam. Maana yake akili yako wewe imezibwa kabisa. Inakuwaje Mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu amekukirimu na akili, unachukua jiwe unalichonga, chonga, kisha unakuja kuliabudu huo ni kama akili yako ilikuwa imezibwa. Yule mmoja anamwona mbwa mwitu amepanda juu ya sanamu anamkojolea, anashangaa, asema arabbun yabuluthlubanu fauka rasihi laqad dhalla man balat alaihi thaalibu. Atakuwaje mungu huyu anakojolewa na mbwa mwitu Amedhalilika, mwenye kukojolewa na nabamtu, hawezi kuwa mungu huyu. Kwa hivyo kulikuwa tahrib ya akli ipo, akili ilikuwa imezibwa kabisa. Lakini ukiangalia huku na atil fawahish, watu wako nyuma ya shahwa zao, chochote kiliyoko mbele yake anaweza kukifanya, hataki kujua ni halali ni haramu. Lakini na huku ukiangalia nusiuljiwar walikuwa na muamala mgumu na watu na yule wa kwanza ambaye kwamba anastahiki kupata muamala mzuri ambaye kwamba ni jirani yake, mazala Jibrili yusini biljar hatta dhamantu annahu sayuwarithu, anatuambia mtume Jibrili hakuacha kunusia jirani mpaka nkadhani atakuja ya kumridhisha, yada nikifariki atanirithi ya. Lakini muamala ilikuwa mgumu katika zaman za jahili, asema wayakulu alqawiyu min aldhaif Mwenye nguvu sawa, ni nguvu ya mwili sawa, ni nguvu ya pesa sawa, ni nguvu ya cheo, nguvu yoyote ile. Mtu anaitumia nguvu aliyokuwa nayo katika kumdhalilisha na kumdhulumu yule aliyokuwa mnyonge. Sasa kila mmoja ajiulize katika sisi, hali ambayo kwamba yuko ndani yake ni ile aliyoitaja Sayidina Jafar katika zama za jahilia, ama ile ya baada